airBaltic imekanusha vikali madai yaliyotolewa na tovuti ya habari kwamba ilinunua mafuta ya Urusi kinyume na vikwazo vya Umoja wa Ulaya vilivyowekwa baada ya uvamizi wa Ukraine mnamo mwaka 2022. Katika makala ya Machi 13 mwaka 2025, Verstka ilidai kuwa airBaltic ilijaribu kununua mafuta ya Urusi mara 28 kati ya Februari mwaka 2022 na Machi mwaka 2024. Verstka inadai kuwa katika kipindi hicho, airBaltic ilifanikiwa mara 13 lakini katika matukio mengine 15 miamala hiyo iligairiwa. Hata hivyo, Verstka ilibainisha kuwa mtaalamu wa forodha alieleza kuwa kugairiwa kwa muamala hakumaanisha lazima kuwa bidhaa hazikutolewa nje ya nchi. Vikwazo vya kuzuia usafirishaji wa mafuta yanayotoka Urusi viliwekwa mnamo Juni mwaka 2022 kama sehemu ya kifurushi cha sita cha vikwazo kilicholenga kudhoofisha serikali ya Rais Vladimir Putin baada ya kuivamia Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Hati ya awali ya vikwazo vya EU ilisema itakuwa marufuku kununua, kuingiza au kuhamisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja mafuta gafi au bidhaa za petroli ikiwa zinatoka Urusi au zinasafirishwa kutoka Urusi. Hata hivyo, uamuzi huo haukuhusu miamala ya mara moja kwa ajili ya usambazaji wa muda mfupi iliyofikiwa na kutekelezwa kabla ya Februari 5 mwaka 2023. Haijulikani ni kwa nini Verstka inasisitiza miamala inayodaiwa kufanyika kabla ya EU kuweka vikwazo vya kuzuia uingizaji wa mafuta ya Urusi. Verstka inadai kuwa airBaltic ilinunua mafuta kutoka Gazprom Neft Aero mnamo Februari na Machi mwaka 2022 kabla ya vikwazo kuwekwa, na kisha mara 11 kutoka kwa Tatneft mnamo mwaka 2023. Ununuzi 15 uliofuata ulifanyika kati ya mwaka 2022, mwaka 2023 na mwaka 2024. Tovuti ya habari ya Urusi iliripoti kuwa taarifa zake zilitokana na hifadhi data mbili, zikiwemo Import Genius na mfumo usiojulikana unaorekodi shughuli za kiuchumi za kigeni za Urusi. Kulingana na makala hiyo, mtaalamu wa forodha alipendekeza kuwa mafuta ya Urusi yangeweza kusafirishwa kwa ndege kwenda nchi ya tatu na kisha kupelekwa Latvia kwa njia nyingine za usafirishaji. airBaltic iliambia Aerotime kwamba hifadhi data iliyotajwa haitoi taarifa kamili na dhabiti kuhusu miamala ya kampuni, na shirika hilo la ndege linajitenga na madai yote yasiyo na msingi. Kuhusu madai maalum yaliyotolewa na Verstka katika makala yake, airBaltic ilisema tangu uvamizi wa Urusi kwa Ukrain kwa kiwango kikubwa na kuanza kutumika kwa vikwazo vya EU, airBaltic haijashirikiana na wasambazaji wa mafuta wa Urusi na haijafanya malipo yoyote kwa kampuni za Urusi. airBaltic ilisema kuwa malipo ya mwisho kwa Gazpromneft aero yalifanyika mnamo Machi na Aprili 2022 kwa huduma zilizotolewa mnamo Machi 2022 kabla ya kuanzishwa kwa vikwazo. Kuhusu Tatneft, Air Baltic ilisema kuwa malipo ya mwisho yalifanywa mnamo Novemba 2021 kabla ya vita kuanza. Vikwazo vya EU kuhusu mafuta ya anga vilianza kutumika mnamo Juni 2022 na Air Baltic inavyozingatia kwa umakini, iliongeza Air Baltic katika taarifa ya ziada iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, airBaltic ilisema, tunapenda kufahamisha kuwa shirika la ndege la airBaltic alifanya malipo ya mafuta kwa kampuni kutoka Urusi. Zaidi ya hayo, airBaltic haishirikiani na haina uhusiano wa kimkataba na wasambazaji wa mafuta wa Urusi. Shirika hilo la ndege liliongeza, tangu uvamizi wa Urusi kwa Ukraine kwa kiwango kikubwa na utekelezaji wa vikwazo husika vya uagizaji wa mafuta vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya. airBaltic haijashirikiana na haina uhusiano wa kimkataba na wasambazaji wa mafuta wa Urusi.